Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tuko na mwanadada hapa atajitambulisha vizuri kabisa eh, lakini pia vile vile kama unavyoona bwana, amevaa t-shirt ambayo imeprintiwa kabisa sura ya Wema. Kwa hiyo hapa bwana, tuko na shabiki kindaki, kindaki, eh, wa Wema Sepetu. Bwana eh, tutapiga naye story mbili tatu kuhusiana na star ambaye yeye anayemkubali zaidi ambaye ni Wema. Eh, tutazungumza naye, atatuelezea vitu vingi sana kuhusiana na Wema. Bwana, mambo vipi? poa. eh, kwanza kabisa hebu jitambulishe wewe unaitwa nani? Ah, jina nililopewa na wazazi naitwa Imakulata. Jina la sanaa naitwa Matrida. Ni mshabiki wa Wema Sepetu hivyo. Sawa sawa, umesema kwamba jina la sanaa hapo kwenye sanaa hapo, hebu tuelezee vizuri, we ni msanii wa aina gani? Mi msanii wa Bongo Movie wa kuigiza eh. Na we sanaa umeanzia, umeanzia lini, yaani umeanza lini kufanya mambo ya sanaa Mbea sana, nimeanza mwaka jana napo, nimeanza kwa sababu nina sababu zangu za msingi. Sababu, sababu si unamkubali Wema, ndiyo? Ni kweli kwe, kwa hiyo nafuata nyaya zake japokuwa siwezi nikafuata vyote, lakini kuna vingine lazima navifuata. na Umesema kwamba wewe ni shabiki kindakindaki wa Wema. Hebu tuelezee vizuri kwamba kwa nini ukaamua kumshabikia Wema wakati tunaona kwamba kuna mase, kuna macelebrity wengi, mastaa wako wengi sana wa kike ambao wanafanya vizuri pia kwenye industry ya Bongo Movie. Kwa nini ukaamua umshabikie Wema zaidi? Ah, ndio maana wa hata wahenga walisema kipenda leo kula nyama mbichi. Najua kweli wa Tanzania tuna wasanii wengi sana. Lakini sasa inategemeana kila mtu na roho yake. Kiukweli mimi namkubali sana Wema Sepetu. Yaani namkubali yani, sijui nisemeje yani, yani, yani sidhani kama ninavyomkubali mimi na yeye anajikubali hivyo sidhani. Kwa nini unasema kwamba unamkubali na sababu ya kumkubali haswa ni nini? Ni kwamba mwonekano, anavyoigiza ee? Yani ni kipi ambacho wewe kimekuvutia zaidi kwa Wema? Yani ni mdada fulani hivi ambaye hana majivuno yani, sehemu zote yupo peace. Kwanza hata ukimwona mwonekano wake, yani yeye mwenyewe tu kwanza alivyo alivyo hivyo umeshawahi kupata labda nafasi ya kukutana na Wema uso kwa uso aa? Nafasi sijapata ila, najua tu kwa vile na mimi ni muigizani tunaweza tukakutana huko tu kwenye location tutakutana. Na labda ukikutana na Wema, labda kitu cha kwanza kabisa ambacho utamwambia, utamwambia nini? Au labda kama sasa hivi hapa nakutazama. Ah, mi kitu cha kwanza cha kumwambia, yaani sijui nitamwambia nini, maana hata sielewi, maana nina mengi ya kumwambia kwanza, kitu cha kwanza nitamwambia tu Wema Sifetu, nakupenda. Hivyo na hadi isho ya kutokea kuja mimi kuigiza, basi tu kwa vile yeye nampenda, nikasema ngoja na nami niamue niigize, kwa hiyo nafuata nyayo zake, japokuwa sitaweza kufuata vyote. sawa bwana, sawa. pia vile vile watu washawai kukuambia labda unafanana na Wema kwa mbali sana? baadhi ya nguo nikivaa, baadhi ya nguo nikivaa, nikitengeneza nywele zangu hata marafiki zangu wananiambia nimefanana na mwenyewe, nimefanana na Wema japokuwa mi mwenyewe siamini. Eh. Sasa kwa nini uamini? Mbona mnafanana, midomo yenu inafanana kabisa. Hapana. <laughs> Mwenzangu kanizidi sana. amezidi nini bwana? Basi tu yani, kanizidi yani mwenzangu kidogo, si unajua tena, mimi bado sijazipata, mwenzangu kazipata mm. Sawa sawa, tunafahamu ukiwa kama shabiki, wanasemaga kwamba akipenda choroho hula nyama mbichi e. Lakini pia Wema tunafahamu kwamba amekuwa akipitia changamoto nyingi sana, hususan huko mitandaoni. Watu wengi sana wamekuwa wakimsema kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea katika maisha yake. Je, ukikutana labda na comment au posti ambazo watu wanamsema vibaya Wema, wewe huwaga una, una react vipi au unajisikiaje kwa ujumla? Eh, tena sio mbali maana kama juzi nikakutana na posti moja hivi kuna mdada kaposti kamtukana. Na isitoshe nilikuwa nimevaa t-shirt hili hili nilikuwa nakula. Nilikuwa na rafiki yangu ghafla nikashtuka. Kwanza nilivyosema tu, ah, nikaacha nakula. Nikasema hapa naenda kununua bando huyu oh, dada hadi tumalizane. Na kweli hadi tukamalizana, maana mimi sikukubali. Yaani mimi sikubali kabisa. Yaani niingie kwenye comedy mtu kamtukana Wema. Mimi watu namalizana. Yaani tunamalizana kivyo vyote sikubali. Yani, unavyosema kwamba mnamalizana mnamalizana hapo mnamalizana vipi? Hapo vipi, yaani tunaendelea kuchat hadi nihakikishe umeshindwa, na kama haushindwi tutaendelea tu hadi tutakavyozeeka tubishana hmm. Na ni kipi ambacho huyu mtu alikuwa amemsema Wema wewe kikakukwaza? Ah, kiukweli alimsema vingi sana, alimwambia Wema sijui huzai, Wema sijui, yaani ni mambo mengi, kwa hiyo mi vile vitu sikuvipenda. Kuzaa sio lazima, ni hiari hata kama hata kuja kuzaa lakini ni yali, kwani ni lazima ye aliyezaa? kwani alilazimishwa kuzaa? yeye mwenyewe anayesema Wema hazai mwenye yeye mwenyewe alizalishwa kwa bahati mbaya, na mimba yenyewe utakuta alihangaika kutoka kuitoa akashindwa. Na eh bwana, hili eh, kuna mambo mengi sana. Mengine tumeona watu wamekuwa wakimzungumzia Wema Sepetu kwa mfano eh, kama unakumbuka vizuri hivi karibuni bwana eh, kuna watu wanasema kwamba Wema alikuwa staa mkubwa sana, nadhani tunakubaliana hapo Yes, na mpaka sasa hivi bado ni star mkubwa na ana followers wengi, mashabiki, watu wanampenda, wenyewe wanamuita Tanzanian sweetheart, yani ndo kipenzi cha Watanzania kabisa na mimi nikiwemo, sawa sawa. Sasa e bwana, mafanikio ya wema watu wengi sana wanasema kwamba hayaendani na jina ambalo yuko nalo, umeona eh, yani kwamba hata sasa hivi hapa ukiangalia, kuna mabinti wengine wapo kwenye industry wanafanya vizuri sana, hawa kina Nana Dolls, umeona wana magorofa umeona eh. Wema yeye kwa upande wake tunaona bado eh, hana maisha hayo ya hawa masta wengine, unahisi kwamba sababu ni nini hasa? Kwanza, kujenga ni hiari, sio lazima, kwa sababu kama wenyewe wanavyosema hana mtoto. Anajenga hiyo nyumba, akifa hiyo nyumba ataishi nani? Hicho ndo kitu cha kwanza, kwa sababu mtu hana mtoto, hela anazopata zinamruhusa fanye kitu chochote. Kujenga sio lazima. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa mambo mengine, maendeleo maendeleo, unakumbuka kama kipindi kile watu walikuwa wanamsema kwamba hana gari Aristote akaanza kumsema kwamba hana range kama Irene woya. Wema ali maindi sana hivi, kipindi kile ulikuwa unapitia wakati gani? nilikuwa napitia wakati mgumu sana. Yaani, kwanza nikimwona tu Wema ananung'unika, mi huku najisikia vibaya, yaani najisikia vibaya hadi marafiki zangu wananiambia, kwani we una shida gani na wema Sepetu? Nawambia basi tu, yaani najisikia vibaya sana mm. Naam, unahisi kwamba labda kwa nini sasa Wema hana mafanikio hayo mpaka watu wanakuja kumsema ukilinganisha kwamba ni moja kati ya masta wakubwa sana hapa Tanzania? Sio kwamba Wema hana mafanikio. Unajua kila mtu ana akili zake na kila mtu anapofanya kitu anajua yeye yeah, anajua mi hela zangu nilizo nazo nikifanya hivi na hivi kwa hawezi akafosi. Kwani waliojenga si wana macho mawili, na yeye Wema si ana macho mawili? Kwani haoni kusema wenzake wanajenga. Wao nataka kuniambia Wema hana hela ya kujenga yani anashindwa kujenga hata chumba kimoja, ni maamuzi tu ya mtu hajataka kujenga. so, so, naam. Lakini pia vile vile bwana, katika ishu nyingine ambayo pia tumeona watu wamekuwa wakimzungumzia Wema uh, tumeona kwamba watu wanasema kwamba uh, mahusiano yake uh, kwenye upande wa mahusiano tokea alivyoingia katika mahusiano na, na wozu E, tumeona watu wengi sana wamekuwa wanamsema kwamba bwana yule mwanaume ni wozu e, ni mpijana mdogo. Wengine wanasema kwamba wozu e, sio levo hizo za Wema Sepetu, yani Wema, sana, e, Wema Sepetu ni yani mkubwa sana. Nadhani hata wozu naye pia alikuwa kwenye TV, swala namuona watu wanavyoingilia, wamekosa tu kazi kwa sababu mapenzi hayana umri na wanavyosema wozu ni mdogo, Wema Sepetu ni mkubwa hapo mimi mimi ndo wanaponishangaza, ashawaenda kwa azima ngazi kwa kusema naenda kupandia kifuani kwa Wema Sepetu. Hapo mimi naona wamekosa kazi, kwa sababu huyu uozo sio mtoto, anajuaje kusema huyu hapa inabidi niongee hivi, nifanye hivi hadi Wema kaamkubali. Kwa hiyo ndio hivyo tu, wenyewe tu wamekosa kazi, hawana kazi za kufanya. Sasa sawa sawa. Na vipi kuhusiana na e, hivi karibuni bwana eh, Wema bwana kidogo, kwanza labda nikuulize kwanza, kwa upande wako wewe eh, mtu labda akikuuliza kuhusiana na umri wako eh? Utasema kama ulivyo au kidogo utaficha ficha. Sasa hapa inategemeana, mtu hadi aniulize mi umri wangu anataka nini? Ni hivo tu, kutaka kujua umri wangu mimi. Si wanajua kufuatilia, waanze kufuatilia hospitali niliozaliwa, ndo wakatafute kadi huko, ndo atajua umri wangu mimi. Mimi ukija kwangu hata mimi mwenyewe siwezi nikasema ukweli. Una ni, una, una, unaniuliza umri wangu unataka unipe dawa kusema unaogopa utani overdose. Yaani unaniuliza tu yani unatoka go from where una miaka mingapi? Mimi nakwambia hata nina miaka mitano. Kwani urefu si ni urefu tu mwili, joto la. Na tumeona juzi bwana watu wengi sana wamekuwa wakiji. Tumeona kuna posti nyingi sana. Nadhani hata wewe mwenyewe pia mitandaoni umekutana nazo. Eh, wadau bwana wanasema kwamba e, Wema bwana amedanganya watu. Swala hilo hilo la umri. Eh, kwa sababu kipindi ambacho ana date na Diamond kipindi kile. Ile kapo kwa, hebu kwanza tu nikuulize kwanza unahisi kwamba mwanaume gani ambaye hapo ipi ya Wema wewe unaipenda sana? ya y ya, kiajaja ya, ya, ya, ya, yani, katika watu wote ambao wameshawai kuwa na mahusiano na Wema wakina Mr Blue wakina Diamond tunafahamu, wakina, eh, wakina Chaz Baba kiuchila wozu eh, na vijana wengine wakina Idris Sultani, kapo ipi ulikuwa unaipenda kwamba bwana da kipindi fulani ambacho Wema alikuwa na date na mtu fulani bwana ile eh, ilibamba ili sana. Yani, nisiwe mnafiki kwanza, nisiwe mwongo na siku zote msema ukweli ni mpenzi wa Mungu kwa kweli Wema Sepetu alivyokuwa na Diamond pale ndio palikuwa penyewe, ila sema tu ndio hivyo, kisicho riziki hakiliki. Na sasa kipindi kile, wakati wana date watu walikuwa wanasema kwamba Wema bwana alikuwa umri wake amemzidi umri kidogo Diamond, umeona? Eh, sasa hivi karibuni tunakumbuka tulimuona Wema akiwa yuko kwenye birthday party no, Amunize, no, na wakina Harmonize wakina Lolo Diva, akasema kwamba ana umri wa miaka 35, alafu Diamond amesema kwamba siku ya Oktoba mbili ndo anafikisha miaka thelathini na sita. Sasa hapo bwana, hii imeleta shida kidogo bwana. Kwa nini bwana staa wenu anazungumza vitu ambavyo sio vya kweli kuhusiana na umri wake? Sasa yani si wabongo tunashindwa kuelewa kitu kimoja, na kwa nini tunapenda tuna kushindana, yani kushindana na ukweli wa mtu anayeongea, kwa sababu yeye ndo mwenye, mwenye miaka. Amesema mimi nina miaka thelathini na tano, sijui thelathini na sita. Yeye ndo mwenye miaka, haya wewe unakuja kubishia, ina maana wewe ni mzazi wake? Sasa Wema ni mkubwa kwa Diamond, Diamond ana miaka 36, Wema inakuwa na miaka 35. Sasa wewe una uhakika gani kusema Wema Sepetu ni mkubwa, Diamond ni mdogo? Ushawahi kana wazazi wake, labda wakakueleza kusema hivi Diamond amezaliwa siku fulani, Wema Sepetu kazaliwa siku fulani. Kuna miaka kadhaa hivi iliyopita Wema alisema kwamba yeye ana miaka 36, sasa leo amesema tena, juzi hapa amesema ana miaka 35 amerudi nyuma kidogo. Hani hivyo yeye hapa anawakomesha tu, anamfuatilia kwa sababu ndio hivyo, atajibu nini? No, sawa sawa naam e, bwana pia vile vile ukiachana na ishu ya umri mm-hmm. Tukija kwa upande e, wa mambo mengine ambayo Wema anayafanya sasa hivi bwana e, tumeona kwamba ana followers wengi sana e, unamshauri labda ni kipi ambacho afanye kwa ajili ya mashabiki zake ambao wanamfuatilia mpaka leo? Aa, kitu ambacho cha kufanya ya, yani tuseme kiujumla afanye tu kile anachojisikia yeye, si tupo tayari kuangalia, yani hata akifanye saa ngapi Yaani kile roho yake inachomwambia kusema fanya hivi afanye. Unajua kila mtu anafata moyo wake. Eh, hivyo tu. Au wewe uwezi ukasema roho yangu mimi sijui inafanya. Roho ikikwambia fanya hivi, imradi wewe mwenyewe umelizia unafanya na akifanya na sisi tunaangalia, tukipenda tuna comment. Hapa bwana ni vizuri. Hapa ila kama mimi sija, yani sijawahi comment kusema hapa ni pabaya. Mimi kila sehemu naona tiki tu kwa sababu na yeye ana maamuzi yake. Kwa sababu ni mtu mzima yule anafanya kitu anajua hiki ni kizuri. Na, labda kwa sasa hivi hamna kitu ambacho labda unatamani wema afanye ambacho kinaweza kikawafurahisha zaidi nyinyi kama mashabiki ambao mnamfuatilia? Ah, kuna vitu vingi anafanya natende, yani ataendelea kufanya. Kwanza mi nadhani hata hao watu wanaomsema waogopi, kwa sababu Wema akatuheshimisha, yeye ndo Miss Tanzania wa kwanza. Wenyewe waogopi, yani kila sehemu anajua Wema ndio Miss Tanzania wa kwanza wenyewe wanaongea huko, wanakula, wanashiba, wanajaziana, hata wakiambiwa wapewe kazi fulani waweze wakafanya. Lakini wema katuheshimisha. Sasa sijui wanakosa cha kuongea, sijui wanakosa cha kufanya, wanamchafua tu. Na juzi hapa bwana, katika birthday ya Wema Sepetu tumeona alikuwa yuko na Harmonize pia. Eh, sasa huu karibu wa Wema Harmonize eh, alafu wao walikuwa ni mashemeji, lakini tunaona wao urafiki wao unaendelea kuwepo na hata Harmonize akitoaga ngoma tunaona huwaga... na Wema anafanyaga challenge za nyimbo za Harmonize. Hii imekaaje kaaje ukizingatia kwamba kwa zamani walikuwa mashemeji? Ah, kwa hapo mimi nisi mi kwangu naona imekaa fresh tu jamani, kwanza ukizingatia huyo Harmonize mwenyewe mi ndo mtani wangu, na Wema Sepetu wakiwa marafiki ndo na mimi ndo nakuwa rafiki, rafiki zaidi wa Harmonize. Kwa hiyo mi sioni sababu ya kusema sijui imekuaje imekuaje, mimi naona fresh tu kuoni kama vile labda eh, inaweza ukaribu wao unaweza ukasababisha mapenzi yakawepo, alafu baadaye watu wakasema eh hey, imekwaje tena Wema ametoka na eh, kama vile maana watu wanasibaki kwamba Diamond ni kama baba wa Harmonize eh. Sasa kukiwa na mapenzi hapa kidogo, Wema uone kama vile watu watamsema sana. Kwanza wakimsema kuhusu hilo ndio litakuwa la kwanza. Mapenzi ni lazima watu wafanye, ila mimi naamini hawawezi wakafanya, japokuwa binadamu ndo tunawaza hivyo, lakini mimi naamini hawawezi wakafanya hivyo basi tu ni urafiki ni ujirani tu, na ukaribu wao watokea hapo. Kwa hiyo ni hivyo, sawa sawa. Labda una kipi cha kumalizia malizia eh, kumhusu Wema Sepetu? eh, kama anakutazama sasa hivi, labda eh, una kipi cha kumwambia? Yani mimi hapa cha kumwambia Wema Sepetu, namshauri kitu kimoja tu ambacho hata mimi mwenyewe sitakuja kukifanya, yani kubandika kucha na kope hapo tu lakini, mimi siwezi nikamsema kwa vibaya, ila tu ndo namshauri tu hivyo hivyo vitu asivifanye, afu asali sana. Yaani kama mimi bwana ananiangalia, na kumwambia wewe, Wema Sepetu, kazana kusali. Yaani usimwache Mungu, achana na maneno ya watu. Yaani wenyewe wakiongea, wewe pika alimsosa hata mchemsho, unakula, unalala, unaishia hivyo tu. Kwa nini umesema kwamba asibandike kope na kucha? Uwage apendeze akifanya hivyo? Aa, kwa yeye binafsi anapendeza, japokuwa watu wanamwona mpendeza, lakini mimi kama mimi kama mshabiki wake mi sipendi tu yani, sipendi yani, tuseme hata mimi mwenyewe hata kupaka rangi huwa sipendi e. Kwa hiyo namwambia tu asibandike kucha, kope, ila hivi vitu vingine hivyo afanye tu anavyoweza, pesa zake zinamruhusu e. Kujenga atajengewa yani akifa ndo tutamjengea sasa. Sasa ajenge saizi, mtu anamtota anamjengea nani, hivyo tu Rafiki wa Wema na Gigi unaozungumziaje? Maana watu wengi sana walikuwa anasema kwamba bwana Wema, bwana siwezi hawezi kuwa na urafiki na Gigi. Gigi bwana ni mtu wa eh, dakika mbili mbele. Eh. Tena ukimtoa Wema ndo anafuata Gigi Imani, maana wote mimi nawapenda. Hmm. Eh, lakini Gigi Imani ana 95 Wema ana 100. Sasa, hmm, kilichokuvutia pia kwa Gigi ni kipi? Gigi Imani ni mkweli. Mnyaki Yuseyura akisema hapana ni hapana hapa akisema ndio, yani yani, mkwe yani, hapo tu ndo anaponikosha mimi yule dada. Kwa hiyo urafiki wao ni kitu kizuri sana kwenu nyinyi mashabiki, ah, ni, ni vizuri kabisa, yani ni hivyo hivyo, waendelee mm hivyo -hmm. hivyo. Okay, bwana eh, mtazamaji wa Trend TV tulikuwa tuko na Matilda eh, kama unavyoona eh, hapo kwenye t-shirt tu tayari ameshampriti Wema, hebu tuonyeshe na wallpaper yako bwana. <laughs> <laughs> Eh, tuonyeshe na kwenye haya aise. Safi kabisa eh, mm -hmm. Kweli masiala utaki. Ah, umeandikaje hapo? <laughs> Chini umeandikaje hapo? Nimeandika lavu we masepetu ah. <laughs> Na kwenye simu ulipepa umemweka nani? kwenye simu I, yani umemweka wozu na Wema eh? kweli kweli, huu ni shabiki kindakindaki kindakindaki wa Wema sehemu e eh, zote, hadi kwenye uwanja wa meseji mweka Wema kwa haya. hmm, we mapema sana ah, nyumbani je tena nikose na nyumbani hmm. Ndo lipicha lake ni lile kava walilosema, nitainua macho yangu juu mimi ndo nimeweka kava la Wema Sepetu. Naam mtazamaji e, weka maoni yako bwana katika comment section, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu nasi. Tulikuwa na mwanadada hapo, mwigizaji, lakini pia vile vile ni shabiki mkubwa sana wa Wema Sepetu. E, bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.